Huyu mwanaume anakuja kama zawadi kutoka mbinguni, halafu baadaye unagundua alikuwa shetani aliyevaa ngozi ya mwanadamu. Ninamtaja kwanza kwa sababu ndiye aina iliyoniharibu kwa kiwango ambacho sikuwahi kufikiria. Huyu ni mwanaume anayejenga dunia ya uongo, anakupa taa za joto mwanzoni, lakini anapokupata tu, anageuka kuwa baridi kuliko barafu ya Antaktika. Narcissist hakupendi, anapenda jinsi unavyompenda. Anapenda nguvu alizonazo juu ya akili yako. Anapenda jinsi unavyotetemeka ukimkosa. Anapenda kuona unakimbia utafute upendo wake. Na mwanzo utadhani umepata malkia wako wa ndoto. Anaongea vizuri, anaelewa kila kitu unachosema, anaonekana kama ana akili, anaonekana kama amekomaa, anaonekana kama anajali lakini hilo ni tamthilia, ni mchezo aliyohusuma vizuri, ni uigizaji aliyozoea kufanya kwa wanawake wengi.